Simba hawana kiungo mwenye lugha paka, hawana Yusuf Kagoma, kiungo mpeche mpeche. Nabi Kamara kiungo mpeche mpeche. Kante kiungo, kiungo yani ndembe ndembe, ndembe kabisa. Yani watafute mwanaume pale katikati mwenye lugha paka kama eh, Duke Abuya, sioelewa Mohamed Damaro, wakina Kaminko, yani wenye flani ngumu. Juma vyuma Juma kweli kweli, kiungo wa juu, amtafute mtu kumrahisishia kazi mpanzo. Unajua mpanzo anateseka sana Simba, yani mpanzo anazunguka eneo kubwa alafu anakosa usaidizi. Ule Awa ni mchezaji mzuri lakini sio mchezaji ambaye atakupa namba nyingi sana kiwanjani. Timu ilikuwa inacheza kwenye ku flow, kwenye kunini, kwenye kuzunguka kwenye mikimbio. Sio mzuri. Yeye ni mzuri kwenye kuseti mabao timu ifunge. Kwa hiyo ndio uh, Simba ni Manara. Aje Manara kipindi kile yuko, yuko Simba. Alikuwa anaongea kuhusu Yanga anawashtua. Yanga nyinyi hamna kitu. Yanga sio nini usajili. Fanyeni usajili. Anawashtua fanyeni usajili pale Shimoni tutawafunga mpaka mara kumi. Manara anaongea mara kibao utafunga mpaka dunia inadumbukia chini. Fanyeni usajili pale Shimoni, hakuna watu Shimoni akuafanaaene shmbnaheftano Jezi ya Simba kimataifa ya msimu huu wa tano. Simba msimu jana ametoa sare bomu mbili mbili na kosti hapo, KMC hapo. Kwa hiyo Simba msimu jana ame, ame, ametoa sare na Fonten, nishakwambia sare na kosti, mechi ngapi? Mechi mbili, alama ngapi? Alama sita. Kwa ya alama sita kapata mbili kaacha nne. Umeona, umeona balaa hilo? Kwa hiyo Simba sasa hivi, mm, kila mtu anamtamani acheze naye kwa sababu amemwona pale anajipigia hakuna kitu ili ili dharau zisizidi, Simba inabidi alete view man. Simba mimi mwenyewe naumia sana kuona Simba iko na drop hivi, yani natamani mwendelezo mwingine. Tena tuko hapa DNA Television, tuko na mzee wa mida, bwana mzee wa mida, anakuwaje? Poa kabisa. Alhamdulillah, unawaka mzee. Kuhusiana na madirisha la usajili, dirisha dogo ila usajili 2026 mm, Januari tangu Januari moja, usajili ulikuwa tayari, dirisha limeshafunguliwa na baadhi ya tetesi zilikuwa ni nyingi. Tumeona akina Adamalo akiingia ya yanga pale, tumeona wachezaji wengi sana kwa TLA kule wamefanya maajabu yao na huku, lakini sehemu ambayo inaonekana bado kuna uzito wa wachezaji kuingia na kutoka, kuingia na kutoka, ni Msimbazi. Vipi, tupe dondoo kidogo za ndani, kuna shida gani mzee? Vipi, nini kinaendelea Msimbazi? No, unajua uh, dirisha likifunguliwa, maanaake timu lazima zifanye sajili. Timu ziangalie wapi ambapo wanahitaji kuboresha ili baadaye wazidi kuwa bora zaidi. Sasa dirisha dogo ni dirisha ambalo la kujazia nyama tu alafu na kuangalia namna gani ya mchezaji ambao unamtaka kuja kwenye timu yako. Umezungumzia Simba. Simba ni timu ambayo inakocha mpya, lakini kuna baadhi ya wachezaji kwa Simba, dirisha kubwa watakuwa hawapo kwa mkataba wao unakuwa umemalizika. Lakini uh, Simba na kocha mpya Steve Baka Manake Steve Baka naye pia wachezaji kuna, kuna, kuna anataka vitu amevirudisha na anataka beki mmoja wakati anamtaka kiungo mmoja wakati anamtaka mshambuliaji, manake ni wachezaji watatu ambao Steve Baka anataka kwenye timu ya Simba, lakini mpaka hivi sasa uh, Simba bado ja, hajapata wachezaji ambao hao ambao <laughs> Steve Baka anawahitaji. Kila siku nazungumza Simba waache ubahili, Simba wafungue wallet Unajua, ukiwa una, una, ukiwa mbailibaili yani pesa zako unazichungulia, maanake huwezi kupata wachezaji wazuri. Wewe leo hii Simba namtaka mchezaji kutoka Mbeya City huko yaani Simba Sports Club unamchukua mchezaji wa Mbeya City. Simba upo kwenye kwenye mashindano makubwa ya klabu bingwa barani Afrika, unachukua mchezaji wa Mbeya City Simba, unamleta mchezaji kwa mkopo eti kwa... lakini sio umesema kwenye umesema kwenye ile kujazia nyama. Kwa hiyo wakichukua mchezaji kutoka Mbeya City, inaweza kuwa ina maana pia kwao sio, anajazia nyama. Ukiungua hilo ukiungua ukiungua ukiungua uki, ukiungua uso mwa gani yani uso wako kwa mungua, ngozi yako ya uso kwa imeungua, hawachukui kila ngozi tu anabandika lazima achukue ngozi ya reception huko, ndio wanaibandua na kuwekea usoni, sio kila ngozi tu achukue ngozi hapa, hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo Simba nao pia inabidi waangalie namna gani anapata wachezaji. Umeona Yanga Africa anachokifanya? Alan Okelo ametoka da, ameenda ameenda Uganda amekutana, amekutana, amekutana na rais wa Vipers, amekamilisha deal Alan Okelo wananchi, muda wote mkataba miaka miwili na nusu, manake Yanga wanatoa sasampa Mondis, kaimba unataka sasampa, tia hela, yani uache ugegei maneno mengi eni... Wewe mzee wa mida unataka kuniambia uh, nyama za, za yanga zinajaziwa kule Vipers Uganda Maamu. Lakini nyama za Simba zinajaziwa Mbeya City? Unajua, of course tunaweza tukasema hivyo, lakini mimi nakwambia kitu kimoja: Simba ni timu nzuri sana, lakini Simba anakosa uongozi ambao ni imara. Unajua Simba ametolewa kwenye kombe la, la mapinduzi, ameamekula chuma moja na Azam FC, ametupwa nje Umeona, umeona jinsi ambavyo eh, Simba anacheza hivi sasa. Kama hawataleta nguvu mpya, kama hawataongeza juhudi, ule mpanzu ni mchezaji mzuri, lakini amekutana na timu mbovu, ambaye ashachoka naye, anaonekana ajui. Leo huyu ukimchukua kijana wako ukimlepeka huko mwisho huko timu, yaani ukimlepeka kwenye shule ambayo haina walimu wazuri haina nini, hawezi hawezi kuelewa. Ndicho ambacho mpanzo anakipitia, ukiwa na timu bora. Umeona yule mpanzo, ule mchukua yule mpanzo, mpeleke Yanga, Yanga Afrika, mdumbukize mule, uone bala lake. Winga mpanzo, winga hapa kome, winga la Neokelo, sio nani atakuwa naye mzuri, ameshachoka. Kwa sababu timu ambayo wachezaji ambao wanamzunguka wanamzunguka kwenye ile timu, wengi wao uwezo ni mdogo We imagine leo hii Simba inamtegemea Morris Abraham, bwana mdogo, yaani Simba the giant team from African. Simba ambayo imeingia mara tano mfululizo kwenye klabu bingwa, Simba ya zamani ina hatari. We leo hii niambie, amini tu nikwambie, labda wemo gani Simba sasa hivi ambayo ina Mutale, sawa ina, ina, ina, ina Mukwala, ina Morris Abraham ina mpanzu tunaelewa, ina bwana mdogo Antoni Mligo sawa, ina goalkeeper useni nani useni Abeli au Yakub Suleimani au pembeni Kamara. Hiyo Simba hiyo, hapo nisha kutajia, nisha kutajia wachezaji nane, sijui unanielewa, ina Yusuf Kagoma na Nabi Kamara. Simba hiyo ichukue, weke pembeni, alafu chukua Simba, ina Jonas Mkude, ina Prince Dube, M M, Prince Mugalu, sawa Medi Kagere, Jonas Rafael Boko, Rafael Boko njoo nyuma, Mohamed Hussein Shomali Kapombe mm, alafu hapa katikati alikuwa anacheza nani? Ah. I, Iweke iweke pembeni kila siku mimi nazungumza Anthony Mligo namba tatu pekee Simba Sports. Joe Yanga Afrika namba tatu wenye ubora wako zaidi ya watatu Muhammad Huseni Zimbwe, Shedra Kiboka, sijui umeelewa, na ule bwana mdogo under 20 nenda, kuna, Singida. <laughs> Nenda Singida, kuna Kibabage, sijui umeelewa kuna kuna ule nani sijui wachezaji wa kimataifa na Simba ita Anthony Mligo ndio mchezaji tegemezi namba tatu. Dogo, kuna, na kuna taarifa ambazo wamekuwa wachambuzi wengi wakizisema, mzee Amida kwa mfano, kama we ni mchambuzi pia unaweza kutokea ili sawa. Uh, wanasema kwamba hiyo uh, Simba ambayo unahitaji sasa hivi ni Simba pekee ambayo, hata uh, leo Yanga wapo kwenye ubora, lakini hawajawahi kuifikia ubora wa Simba ambayo iliwahi kuwepo kwa talenti za wachezaji na kwa kipindi kile ni sahihi. Hata Yanga hii ya ziziki, Yanga yakina Maxi yakina Pakome yakina mpaka unamleta mpaka kina Fiston Mayele hawakuwahi kucheza mpira kufikia Yanga ambayo ilikuwa chini ya Chama, Yanga kina Mixon ile mm -hmm. ya Simba kina Mixon Uh, kama unavyosema John Rafael Boko, yuko pale, Kagere yuko pale pia, sabu kwenye mbao ndefu yuko Mugalo, anasubiri muda wowote kuingia kukichafua. Mtu anaizungumza hivi, wewe unaungana naye kwa asilimia asilimia ngapi? No, no, no, mimi namjibu kwa fact moja. Umeona, umeona hiyo simba unayozungumzia wewe, simba simba bora ambayo imechukua ubingwa mara nne mfululizo, simba hiyo haijawahi kumfunga yanga mara nne mfululizo. Simba hiyo ambao uliona ni hatari haijawahi kumfunga Yanga, yani bandika bandua, haijawahi kumfunga Yanga. Lakini Yanga ile ambayo iko pombovu haijawahi kuwa mbovu kama Simba ya sasa. Yanga ile, Yanga ile ilikuwa mbovu ya bakuli, haijawahi kufunga mara nne mfululizo na Simba. Yanga ile ilikuwa ya bakuli, haijawahi kumaliza nafasi na, na ya tatu kwenye ligi. Yanga ile ilikuwa ya bakuli, ilikuwa na compete na Simba. Simba ya msimu jana imemaliza nafasi ya, imemaliza nafasi, msimu juzi imemaliza nafasi ya tatu kwenye ligi ni kitendo cha aibu. Yanga Africans haijai kumaliza nafasi ya tatu kwenye ligi mbovu. Yanga inatangaza, inatetemeza bakuli mpaka kwenye TV, changia Yanga Afrika, mwenye buku, mwenye mia, mwenye hamsini, haijai kufungwa na Simba mara nne mfululizo, haijai kumaliza nafasi ya tatu. Kwa nini? Uh, Yanga Africans mbovu ilikuwa bora, kwa sababu Yanga Africans tangu zamani asili yake wachezaji wana tabia ya kujituma, spirit iko kitu Simba ndo wamekikosa kwa Simba, kama haina mwenyewe. Sasa Simba nakula Simba na chuma kwenye mechi ya mwisho ya kuchukua ubingwa msimu jana wachezaji wamegoma kucheza, akaambiwa yeye, chezeni kipindi cha kwanza, mkitoka akaunti zenu zitakuwa zimenona. Wameingia, wameingia first half, kila mtu akiangalia kwenye akaunti yake anaona hamna kitu. Simeelewa? Kwa hiyo wachezaji wa Simba wanakosa Uh, spirit, self, self, spirit ile ya kwenye moyo kabisa passion, kitu fulani nakipenda hata kama una hela unakifanya. Simba wanakikosa hicho kitu, lakini Young Africans tangu enzi na enzi wanapambana. Sina kuelewa. Sinaelewa, kuna... abuna, un, un, un, unataka kunionesha unataka kuni, unataka kuni ni ni issue ya uongozi na kufundisha kitu kidogo tu. Unakumbuka Yanga ya Dietram, Nchimbi Yanga ya Ikpe Yanga ya Mulinga Mm. Sio unaelewa? Yanga ya, Yanga imepitia watu wengi ovyo ovyo lakini Yanga ile ilikuwa na spirit. Yule Mulinga ni mbovu, mwili umeenda mwili nyumba, lakini akiingia kiwanjani anapambana. Sio unaelewa? Odi ya Mchimbi akiingia kiwanjani anapambana. Hicho kitu Simba Sports wamekikosa, spirit ya upambanaji. Yaani leo hii Mutala anapata muda kukata viuno akiwa anacheza mapiano, lakini leo hii Mutala hawezi kucheza kama anadai lake, kwa sababu ana spirit, amekuja anapiga hela anaondoka, amekuja anapiga hela anaondoka. Wachezaji wenye spirit Simba washaondoka. Wewe ulikuwa unajua kama Mohamed Hussein angeondoka Simba? Sasa yule Mohamed Hussein alikuwa anacheza Simba kwa moyo, passion. Sasa hivi mapenzi yale yote ya Simba alokaa zaidi ya miaka 15 ameyapeleka Young Africans, so unaona anavyocheza kama vile mtoto fulani hivi ana miaka 19 20, zimbwe, kumbe umri umeenda, lakini spirit, amekutana na Young Africans ambayo ina spirit ya pambanaji. Hata wewe mwenyewe ukikao ukijitafakari, mmm nipo Yanga, kila mtu anapambana, uwezi kuleta mzaa kwenye hiyo timu kwa sababu kuna bonasi mnapata kuna kila kitu mnapewa, lakini performance ya mchezaji moja moja unafurahia. Hata wewe mwenyewe ah, cheki pa koma anacheza vile, mimi kwa nini story kwangu, kwa 100% kiwango changu. Kwa hiyo lazima nayo ukiongeze kiwango chako, mazoezi yako ya binafsi gym, mazoezi ya wote, lakini pia kupunguza baadhi ya vitu ambavyo havihitajiki leo hii hiyo spiriti wa pimanaji Simba haipo. Wale waasisi wa Simba wameshaondoka, wakina Mkude hapo sijui. Unaelewa? Kwa hiyo sasa hivi kilichobakia Simba ni wachezaji tu wamekuja kwa ajili ya kutafuta kazi. Yaani wanafanya kazi, ni wafanyakazi wa Simba. Sio wapenzi wa Simba. Yaani uki, ukikaa pale ukiangalia labda, labda mchezaji mmoja ambaye ana, ana usimba ndani yake. Anaweza kashomalika pombe tu peke yake. Lakini wengine wako pale kazini, wanapiga hela wanaondoka, wanapiga hela wanaondoka. Mimi nakwambia, hata huyu mpanzu itafika itafika pahala atachoka, sababu timu inamuelemea. Unakuta muda mrefu wewe ndo unakusikia mtu anakutegemea wewe, pia ni binadamu unategemewa, una, una mfuko umenuna, akaunti aisomi, utachoka. spirit una kwa sababu ah, watu wenyewe na wabeba wabebeki wana shukrani, timu inafungwa, maneno tajiri. Timu ikifungwa kidogo, tajiri ana post Twitter na tweet, anaongea vitu ambavyo vina disappoint. Hakuna kitu kibaya moga ile kwenye maisha kama bosi kama athamini unachokifanya bosi. Akithamini unachokifanya pia kinakuongezea moyo, sio bosi, hamna kitu moyo tunaelewa hamna kitu, timu yenyewe inatia hasara, sijui nini. Ndicho ambacho anakifanya nani Modewiji. Kwa hiyo wale wachezaji wa Simba kwa hivi sasa, kocha amempata Steve Baka, ni Steve Baker. Yeah, Steve Barker, ni kocha ambaye ana spirit ya upambanaji, anaamini vijana, lakini vijana wa Simba inabidi wasim disappoint kocha, wampe ushirikiano kama wanataka ubingwa, lakini mpaka sasa hivi dirisha hili dirisha hili limefikia Batamu, lakini watu bado aja, aja, aja, hawajaonyesha vile vio, ambavyo watu wengi wanatamani Simba. Unajua, mimi mwenyewe naumia sana kuona Simba ina, ina aina ya mwendelezo mzuri, naumia sana. Unajua Simba, yani mimi, wafangaza Simba, mimi na washikaji zangu by the way, nakutana nao kila siku, naumia mimi mwenyewe pia Simba ikiwa haipati performance nzuri kiwanjani. Imagine Simba hii imetoa na Azam Mapinduzi Cup kule, sioelewi. Kwenye ligi imefungwa, kwenye ligi imefungwa na Azam mara mbili. Yanga wanasema ah, mai wetu anapigwa, mai wetu anagawa utamu. Unaelewa, hicho kitu sio kizuri kwenye football. Kinatokaje hapo? Manake lazima mtengeneze timu ambayo ni ya ushindani. Mimi nakwambia panapoelekea hapa, yani washukuru Mungu Simba, washukuru Mwenyezi Mungu Simba, ligi imesimama kwa sababu ya tafasali kwa kwenye kwenye nini, Afcon. Hicho tu ndo kwa kishukuru Mungu, kwa sababu zahama ilikuwa inakuta, ilikuwa kuna aibu kama sasa hivi Simba pimbini kama na yupo ule soa mwenyewe na mechi tano akapewa adhabu ule ba, nani ka, nani kante ana, ana, ana mechi tano akapewa adhabu she, kulikuwa kuna bala linawakuta, bala hilo kwenye hizo mechi tano kuna mechi ya Yanga, Afrika sijui, unanielewa? Alama ngapi? ukifunga alama tatu, na hakuna kitu kibaya kama kufungwa na Yanga, akifunga sasa hivi na kwa mara ngapi, sijui mara saba, muona bala hilo, aibu yani, aibu. Kwa hiyo mimi hichi kitu binafsi mwenyewe na Simba Simba watoe hela. Muona kama dila ni Okelo, ala ni Okelo awezi kuwa mchezaji wa kwanza kulipa hela nyingi Bongo, lakini ni mchezaji ambaye anachukua hela nyingi akija, yaani mpunga mrefu. Unajua pesa ya Uganda bongo kamwongezea mzigo wa modabo ule, mpunga watu wanatoa hela watu wanatoa sasambo, wachungulii pesa zao Unakuwa na tajiri ambaye ni mwekezaji tajiri anataka heshima bidhaa zake zinaenda anajiza Simba na matangazo kibao. Mimi jana nimeona kuna jamaa ananiambia, "Ah, mzee wa Mida vipi fresh?" Mwanangu eti nimeona pahala Jezi ya Simba elfu tano, nikaambia acha mambo yako. Akaniambia yeye elfu tano. Jezi ya Simba kimataifa ya msimu elfu tano. Na nasikia kuna taarifa pia uh, zimekuwa zikitembea kwenye mitandao ya kijamii mzee wa Mida kwamba kwenye kila ofisi ya serikali ya mtaa

Yaani, elfu hamsini jezi kumi za Simba sawa, laki moja jezi ngapi? Jezi ishirini. Anaziweka kuuza kwa hii taarifa ya kwamba kila, kila serikali za mtaa kuna jezi ya Simba zinauza hii ya zinauzwa zinauzwa zinauzwa ni ya uongo, sijaiona. Labda nikitoka hapa ni vile serikali ya mtaa yangu nione kama kigasa, hivi, jezi ya Simba zipo zinauzwa zinagaiwa. Hata kama kigaa sahivi kila mtu anagomba kuvaa jezi za Simba, huu unavaa jezi ya Simba saa hivi kwao kama utaikuta, mimi nitachukua kwa support, nitapa wanaohitaji au wapenzi wa Simba. Wewe sio mpenzi wa Simba, sio? kipindi kile cha utawala yuko yuko Simba alikuwa anaongea kuhusu Yanga, anawashtua Yanga, nyie hamna kitu Yanga, si nini usajili? Fanyeni usajili, anawashtua fanyeni ni usajili pale Shimoni, tutawafunga mpaka mara kumi. Manaa ameongea mara kibao, tutawafunga mpaka dunia inadumbukia chini. Fanyeni ni usajili pale Shimoni, hakuna eh, watu. hakuna watu Shimoni amekuja kafanyaje, kati ya watu kwenye shimo

Eh, Duki Abuya sio nielewa, Mohamed Damaro wakina Kaminko, yani enyelo fulani ngumu kweli, kwelikweli, kiungwa juu, amtafute mtu wakumlansishia kazi mpanzo. Unajua mpanzo wanateseka sana Simba, yaani mpanzo anazunguka eneo kubwa alafu anakosa usaidizi ule. Awa ni mchezaji mzuri, lakini sio mchezaji ambaye atakupa nambazi nyingi sana kiwanjani. Timu ilikuwa inacheza kwenye ku flow kwenye kunini kwenye kuzunguka kwenye mikimbio, sio mzuri yeye, ni mzuri kwenye kuseti mabao, timu ifunge. Kwa hiyo ndo nakuniambia, uh, Simba inawezekana kuna maeneo yako bora, lakini kuna maeneo machache ambayo yanafanya Simba ikiwa uwanjani ionekane kama vile ni gari ambayo imevunjika senta Bolt. Center Bolt sijui anaita. Haiko sawa, si ndo manake? Hapa kwenye mchukue, yaani kutoka tu nje mchukue shabiki yote wa Simba. Anakuambia Simba yetu tusikutane na Yanga. Na anakuambia wameomba wame, wame sana Mungu mechi imepelekwa mbele. Game ya kwanza Simba na Yanga ilikuwa <laughs> mwezi wa 12. Sindio? Nielewa. Ya pili. Ya pili ilikuwa mwezi wa pili. Wame escape, wame escape. Kwa hiyo washukuru Mungu sana sana na ratiba ya TFF. Mimi nakwambia Simba, hii mpeche mpeche ya sasa hivi ikutane na ule jamaa amejichola chola matatu ana sifa amejichola chola matatu mengi ana sifa vibaya mno, pakome. Hata kwa anajipigia tu atakuwa anajibalua anajibaluzia tu huu, na sasa hivi ana tabia yake moja nimemshtukia, anakusikilizia. Umekuja beki si ndio, wewe beki umekuja hivi, ana dribble kama vipap, anajitangulizia mbele babu. Hizo spidi yake kazi na umri, yani unaweza ukatapika dagaa. Kwa hiyo Simba waboreshe kwenye kipindi hiki cha usajili, waboreshe vyuma. Yaani sisi kama wana michezo tuna enjoy kuona Simba ilete ushindani wa kweli na Yanga. Yaani Yanga sasa hivi sio Simba na mbaluza, ya na tu Simba anambaruza anambaluza, maanake anampiga tu, sijui naelewa Simba inagawa utamu kwa Azam sijui naelewa. Inaweza katokea timu nyingine hapo ikaanza kuchukua utamu na yenyewe, ndio na, yaani Simba kamfunga Yani simba kaanza kufungwa sasa hivi zinafungwa na, na, na, na Azam na Yanga, atafungwa na, na timu Singida akashacheza naye <laughs> eh, bado ajamezana na Singida, mbona bala simba ajaenda coast eh? Bado wale coast ambao walimng'ang'ania wale yanga kule Dodoma, yanga kaona, eh, mbona kushaka kubaya ile timu nao ni hatari. Simba jana bawapi kule bao? Ametoa sare, nishakwambia sare na Kosti. Mechi ngapi? Mechi mbili. Alama ngapi? Alama sita. Kwa alama sita kapata mbili kaacha nne, mwona mwona balaa hilo kwa mm. Hiyo Simba sasa hivi kila mtu anamtamani acheze naye, kwa sababu amemwona pale najipigia, hakuna kitu. Ili dharau zisizidi, Simba inabidi alete view. Simba, mimi mwenyewe naumia sana kuona Simba na drop hivi, yani natamani tupate ule shindani wa kweli yani, kimataifa unajua Simba wakwe. Kagaota mpaka kimataifa eh? Amegea uta mpaka kimataifa, na bado hapa, tukigeuka tuki tu michwano inaanza yani kesho kuta vibe inaanza mzemida. So, um, um, kwa kumalizia t tu, tuelekeze jinsi gani ambavyo simba wanata, wanatakiwa kutoka sasa walipo, nini kifanyike zaidi ya vyote ambavyo mevyongea. Cha kwanza wakiingia kwenye uchaguzi wachague viongozi wenye weledi, viongozi vijana. Yani leo hii upate kiongozi ambaye anaweza akasafiri na timu kutoka hapa kwenda Dodoma, kutoka hapa kwenda Tanga, kutoka hapa kwenda Arusha, kutoka da kwenda kwenda kwenda kimataifa. Yani wale wale maviongozi wa show off, Simba kimataifa ndio unawaona kwenye ndege. Simba akienda akienda Tanga, unamwona mediali? Hapana, wawe na viongozi imara. Unamwona Helsi Yanga uko Dodoma, Helsi yupo Yanga, kwa Zanzibar Helsi yupo Yanga uko sijui wapi huko Morogoro kwenye Mtibwa kule Mapolini mashambani na, na wapi kule Manungu, Health yupo Yanga uko, na Mungu Health yupo, kijana anaweza akakurupuka akavaa tisheti na jinzi na laba kofia akaenda kiwanjani. Wawe na kiongozi vijana ambao wana, wana maono wana, wana feel kuona future baadaye itakavyokuwa, ndicho ambacho Yanga wanawawini wawe na seti ya vijana kwenye eneo lao la idara ya habari, unajua mm -hmm. Simba imepoza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii eh. Yaani Simba soka yao na kati, Simba ndio timu ya kwanza kuwa na wafuatiliaji wengi kwenye mitandao ya kijamii. Wafuasi wengi YouTube, Instagram. Lakini Yanga alikuwa kipindi kile sio mtu wa mitandao. Amekuja na vijana wake. Angalia wao wanavyobaluza kwenye YouTube ndio amekuwa timu ya kwanza na wafuasi wengi YouTube. Timu ya kwanza inafuatiliwa Instagram. Yanga engagement yao ni kubwa sana kwa sababu wana viongozi imara, cha pili ukishapata viongozi imara. Waangalie wao wana maono gani kwa msimu ujao msimu huu bado nafasi wanayo, hata msimu huu, lakini kwa kiasi kikubwa kama vile wameshapoteza, lakini bado nafasi bado iko wazi kwa sababu kwenye ligi hajapoteza alama nyingi sana. Sawa, mimi nakushukuru sana mzee Wamida, asante kwa wakati wako. Kuna noma, mwanangu. Sawa, mkono wa heri kidogo, usikubaya <laughs>